Inachokuomba nirudishie tu fadhila japo kulala na mke wangu nipate mtoto. Yaani, nakuomba sana ndugu yangu. Yaliyopita kwenye shemeji mbaya asa mbayadajhsa asa, asa, sina tangua hapa asa. Mwanamke mimi nimechoka, kila siku mtoto mtoto mtoto. Sasa nitakuelewaje mwanamke? mtoto, moyo wangu unakupenda ni nakupenda sana shemeji. Ndoa sita zote nimezivunja, nimezivunjaajua

Mke wangu nakuomba sana, mke wangu, naomba nisamehe, kwa sababu najua nimekukosea. Nimetakiwa kuongea le maneno, kwa sababu nani mwanamke yako kuwa na mtoto. Ah, nachokuomba nakuomba usije kaondoka tena, kwa sababu nimeondoka mara ya kwanza, mi nimekosa amani kabisa hapa ndani, nikaenda kutafuta nikakukosa kwa, kwa saizi mke wangu, unachokuomba nakumbu siji ukaniacha peke yangu. Na kuhusu swala lako ambao unaongea kila siku tunagombana kuhusu mtoto, naamini Mungu ishara Mungu akijalia tu tukapata mtoto, maana najua natamani sana siku moja niitwe mama nami, na niitwe baba. Kwa ishara Mungu akisaidia mkupata mtoto kwa sababu nakupenda sana mke wangu, stamani nikupoteze, nastaki uondoke kwangu. Kmenisamee, kuna maneno yako na macho yako ni vitu vitu tofauti um, na mm -hmm. Nakupenda sana mke wangu mm -hmm. Asi nachukuu mpaka sasa hivi, naomba ukaniandalia hata maziaku. Ah, Mwaijux, hmm. Maji alimao simajua <laughs> ndugu yangu napendaga sana unapenda sana wajisi alimao huko wanasemaje? lakini ah, uko ishara la Mungu, uko salama sana shemeji, shemeji, shemeji hm uko salamu. Wajua kaka, binafsi mimi nafurahi sana kuona umefikia hatua hiyo ya kuishi na mwanamke umemwoa, yani hadi mimi nawaza uko mbele, niwe kama wewe yani, unajua eh? niwe na mwanamke tayari nimemwoa tuanze kufamilia. Ni kitu kizuri sana, unainspire sana vijana, umeona. Sasa ndugu yangu, sio salama sana nyumbani ambako naliona ujio huu, nimekuja kivingine tofauti. Ndugu yangu, mimi na tatizo tena, na tatizo kubwa sana. Unajua mimi na shemeji yako muda wote tunagombana, tunazozana, yaani nyumba yangu haina amani kabisa, muda wote ni majonzi, muda wote ni kelele yani, ya mpaka nahisi kwa mashaka sana. shemeji yako anataka mtoto. Mm, nafahamu. hata mimi natamani sana kuwa na mtoto i Ndugu yangu, kuna kitu nilikuficha. Wewe ni ndugu yangu, yani ni zaidi ya ndugu, kwa sababu tulianza marafiki, lakini mwisho tumekuwa ndugu, na wewe ndio msiri wangu, unaweza ukaficha kila kitu kwangu. Ndugu yangu, kuna kipindi nilipata ajali, kipindi kile narudi mkoani. Ile ilinipelekea mimi kutokuwa na uwezo wa kuzalisha, yani kuwa sina nguvu za kiume mpaka sahizi Yani, shoti sipande mlima, na nimejaribu sana kuhangaika kwa kwa wataalamu wa ganga mpaka hospitali, lakini cha ajabu nikaambulia kusema sina uwezo na siwezi kuzalisha. Yani hata nifanye nitumie mbinu gani, sitoweza kuzalisha kwa sababu mfumo wangu hauwezi ukazalisha mayai. Na mke wako anajua? I mean, shemeji si anafahamu? baya ni kuwa mke wangu ajui. Ndio maana muda mwingi analazimisha kuwa mimi tuzae tupate mtoto. Sasa mi nakataa, kwa sababu najua yeye hawezi akajua, kwa sai niumiza sana, niumiza sana nga, kila siku analalamika, nataka mtoto, nataka mtoto, nataka mtoto, ila yeye ajui siri nzito kuwa mimi sina uwezo wa kuzalisha. Sasa nikawaza nikafikiria, nikaona we ni ndugu yangu, usiri wangu unaweza uka, ukaficha uka aibu yangu, ndugu yangu Timbi, nachokuomba nakuambulae na mke wangu <tik> eh, unasemaje? kuambulae na mke wangu hivi? <tik> Brother unakielewa unachokiongea? pengine hata unakisikia Unajua bro, wewe umenisaidia sana mwanzo, yaani umenisaidia sana kwenye mchango wa maisha yangu, wewe huko umenipa mtaji, umenisaidia lakini swala la ambalo unataka mimi nikusaidie wewe hilo ni gumu sana. Unajua mimi nakuheshimu sana, yaani nakuchukulia kama kaka kabisa damu moja. Leo hii unaniambia nikalale na mke wako, yaani shemeji yangu mimi, yaani sisi zinaanzia wapi? Hivi unaona kabisa ni jepesi kama linawezekana kutendeka, linawezekana? Yaani haiwezekani yaani nachokuomba ni mara moja tu, yaani unalala naye akipata ujauzito, mi nitamlea mtoto wangu, nitamlea kama mtoto wangu, Otimbi. Mi nina gari, nina nyumba, nina biashara, sina furaha, sina mtoto. Ah, kuna muda nawaza kusema wazazi wangu anahisi kusema hela anazotumia labda za kishirikina kwa sababu sina. Kwanini sina mtoto mpaka sahizi? Miaka miwili yote sina mtoto. Ko, ndugu yangu nachokuomba, ndugu yangu, nakuomba sana, nakuomba sana, ulale na mke wangu japo kwa mara moja tu, usiku mmoja tu, akipata ujauzito mimi nitamlea. Na ndio maana sijataka kwenda kwa mtu yoyote mwingine zaidi yako. Najua wewe ndio msaada wangu, unaweza kunisaidia kwa na kuomba sana ndugu yangu. Kwa hiyo wewe ndio unaweza ukaificha ya, aibu yangu. Aibu sio kuficha hivyo, yani sio kwa namna hiyo. Yani hilo lenyewe ni gumu, sahau. Yani so, yani mimi naficha aibu yako kwa kulala na mke wako? Au ndio aibu inazidi kuongezeka? Yani sawa so, mimi ni ndugu yako, mm. Kumbuka mimi ndio nimefanya saizi uite Utimbi ulivyo hivyo, ni kwa sababu yangu mimi. Mimi. Mimi ndio niliyepambana mpaka wewe saa hizi uko hapo. Kama mimi niliweza, ulikuja kipindi ambacho ujiwezi, lakini mimi nikaweza kukufanya kila kitu mradi uwe hapo. Wewe utashindaje kunisaidia kitu hili? yaani swala dogo tu kulala na mke wangu japo mara moja tu, ila mimi nimekusaidia vitu vingapi? Nimekupa mtaji wa biashara mkubwa mpaka saa hizi unaitwa utimbi. Unaonekana una pesa na nini? Lakini yote ni kwa sababu yangu. Kwa nini wewe ushindwe kunisaidia jambo dogo hili? Kijana, kitendo cha kula tu na mke wangu japo mara moja tu, ndugu yangu. Na nakuomba japo mara moja tu. Akipata ujauzito mimi nitamlea. Nipo tayari kwa lolote. Na nachokuomba sitaki mtu mwingine yote ajue. Na tutakuwa siri yetu ni watu watatu tu, mimi, mke wangu na wewe. Na kama unaogopa labda kuhusu mke wangu, mimi nitakaa na mke wangu nitamwelekeza au unaweza nikatumia hata njia nyingine kampata kirevi akalewa ukalala naye, ukalalana akasema, mimi nimelala na nini naw naende, kaa sawa, hiyo ili asijue. Najaribu kufikiria hapa ni kwamba siwezi, namheshimu sana shemeji yangu, sasa na kuheshimu sana wewe. Tutatafuta njia nyingine yoyote, lakini sio hii Otimbi. Nimetafuta kila sehemu, nimeenda kila wagango na wajua wewe na kila madokta anaojua wakambili swala aliwezekani. Yani siwezi nikafanya kitu chochote zaidi yangu, ndo maana mpaka nimefika hatuai na kuelekeza hivi. Nimejua kuwa wee ndo msaada wangu unaweza ukanisaidia sasa. Kinaambia njia nyingine, amna njia nyingine, kwa nataka nimchukue mtu mwingine pembeni ndo alale na mke wangu, wee? Wakati wee ni ndugu yangu, takiwa tucheze kwenye undugu wa papa, wee rafiki yangu, japo rudisha fazira japo kidogo tu, kumbuka nilikokutoa mmi. Anukifanya hilo jambo takua umenisaidia, na takua umerudisha fazira zako kwangu kwa sababu mna kitu chote tulichorudisha kwangu, kwa sababu kusema urudishe pesa pesa nazo kwao. Nachokuomba nirudishie tu fadhila, japo kulala na mke wangu nipate mtoto tim. Yani nakuomba sana ndugu yangu. Mimi najua unachokipitia kwa sasa hivi nakielewa kabisa, najua kabisa wewe unapitia wakati gani, lakini mimi siwezi kulala na mke wako wewe yani hata, hata kwangu yani hata leo tu hainitumi yani, yani sijui kama nitakuwa nitakuwa naye na hisia yaani haiwezekani bradha, mi nakuheshimu sana yaani. Hivi unajua thamani ambayo nimekupa kwao, umenisele mtaji tu wa biashara umenipa wewe. Leo hii unaweza kuniambia vitu gani vitugania? Hey, mfikiria kabisa mimi naanzia wapi? Hata kama umeniruhusu yaani yani, kwakweli kaka, sidhani haiwezekani. Uh, no yaani, siwezi, siwezi. Sawa basi ndugu yangu, nakuomba kitu kimoja, naomba ulifikirie sana hilo swala. Kama kweli mimi niliweza kukusaidia basi, nachokuomba na mimi uweze kunisaidia, na kama ni ndugu ndugu wetu ule endelee kudumu, tuwe marafiki wazee. Kama mimi niliweza kukusaidia basi, ninachokuomba, nakuomba na mimi unisaidie. Na kingine, kaa fikiria sana, mimi si ndio nimekupata nimekuomba, kwa jifikirie sana. Ni kwa sababu sasa nimekukurupuka, lakini nakuomba fikiria, na utanipa jibu sahihi. Ndio hilo ndugu yangu, lakini mimi nataka nikuache tu, kwa sababu biashara nataka nika Ah, basi sawa ila fikiria sana ndugu yangu. Fikiria sana sana, sina uhakika sana, kaona yaani <sighs> <Sato, na. sighs> <smuchiliki> a na ndugu yangu, najua nimeku nimekutoa kwenye mzunguko wako kwenye harakati za kupambana, mpaka unakuja hapa ndio ndugu yangu asa. Unajua wewe ni ndugu yangu sana. Ah, mimi na wewe yani ni pete na kidole. mm -hmm. Hey. Eh. Sasa ndugu yangu, kuna shida kidogo hapo yale, ingawa sikuweka wazi. Shida gani tena hiyo? Uh, yani unajua kuna ndugu yangu, mbona unajua unajua nyingi? Elezea vizuri basi mimi nielewe. Sawa, sikia, kwa sababu wewe uw unajua ni ndugu yangu. Ehe, najua. Ni rafiki yangu ni zaidi ya ndugu kabisa, ani kabisa shida yangu shida yako. Ah, la hasha, hujakosea ndugu yangu. Sasa kuna, kuna jambo naona sikuweka wazi toka mwanzo. Jambo gani ndugu yangu? Kuna jambo, ni mimi sina nguvu za kiume. Mimi yani sitokuwa napanda mlima yani, mpaka sahizi sina nguvu za kiume. Ndo swala kubwa ambayo nagombana na mke wangu, anasema mtoto mtoto, nakataa nako, napiga kona kona kona, nyingi, ili kwa sababu tatizo ndo hilo, ila yeye bado sijamwambia tatizo. Anasema si pande mlima, ndo maana shemeji kila siku anataka aende kwao, kumbe hiyo ndo mm, tatizo. Hilo ndo shida kubwa kwa sababu nimezunguka sana kwa ah, waganga lakini mpaka nimeenda hospitali lakini, mwisho wa mwisho wameniambia kuwa yani sitoweza, hata nifanyaje, sitoweza kupata mtoto. Kama unavyojua hata ukiwa na pesa na pesa na nyumba, lakini furaha ya mtu yote ni kuwa na mtoto. Sasa hapa nimefikiria, nimewaza sababu kwa sababu ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, na hasha ambacho nataka nikuombe, ntaka mb... Ndiyo. nakuomba ulale na mke wangu eh, yani niipike, si ndio?